Tunapoadhimisha miaka sitini na mbili ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar, tunashuhudia kwa vitendo namna sera yetu ya uwekezaji inavyoleta mapinduzi ya kiuchumi na kijamii kupitia uwekezaji unaofanyika nchini. Tumeona ongezeko la pato la taifa na kuweza kuongeza fursa za ajira na kuimarisha hali ya maisha kwa wananchi. Siyo siri. Leo wakati nakuja huku nimepitishwa njia ile, unatoka Jozani Ukongoroni unakatishwa katishwa mpaka unatokea Bwejuu unakuja huku, nimeona maisha yalivyobadilika, nimeona nyumba za watu, biashara zilivyoshamiri. Unaona kwa hakika utalii ukanda wa kusini umefungua fursa nyingi sana. Hongereni sana. Vile vile tukiangalia mchango wa ukuaji wa uchumi unaoletwa na sekta za uzalishaji na huduma, sekta ya utalii imekuwa nguzo muhimu inayoendelea kuimarika kwa kasi kubwa. Na katika kipindi cha miaka michache iliyopita, tuseme kuanzia ishirini na mbili mpaka hapa ishirini na tano um, na imeajiri zaidi ya Watanzania milioni mbili na laki tano, zaidi ya hapo kufikia mwaka jana mwaka juzi ishirini ishirini na nne idadi ya watalii wa nje na ndani ilifika milioni tano laki tatu sitini mia mbili arobaini na saba ikilinganishwa na milioni moja laki nne na tisa na mia nane kwa mwaka ishirini ishirini. Hapa tuka ndo tunatoka kwenye COVID, hatujakaa sawa bado, nchi hazijafunguka. Lakini baada ya kufunguka na jitihada tulizofanya, utalii umekuwa kwa kasi sana. Hali kadhalika mawakala wa biashara za utalii wameongezeka kutoka 2885 mwaka 2020 hadi 20, 3735 mwaka jana 2025, na waongoza watalii kutoka 5076 mwaka 2020 hadi 20, 7862 mwaka jana 2025. Sambamba na hayo, mapato yatokanayo na utalii yakiongezeka hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni nne nukta mbili katika kipindi hiki toka 2022 hadi mwaka jana 2025. <coughs> Kwa upande wa Zanzibar pekee yake, sasa idadi ya watalii wanaokuja imeongezeka toka takriban watalii laki saba arobaini na tatu elfu mia sita na sita mwaka 2024 na mwaka jana 2024 2025, tulikuwa na watalii laki nane kumi na sita elfu na matarajio yetu na mambo haya yanayofunguliwa, idadi ya watalii itazidi kuongezeka kuja kwetu Zanzibar <klos> lakini idadi ya mahoteli mpaka mwaka jana tukua na tukuwa tuna mahoteli mia nne ambayo yameshafunguliwa yako kwenye operation, yanafanya kazi sasa. Tukija tukiongeza na hayo ambayo yametangazwa hapa, idadi ya mahoteli itakuwa inaongezeka. Mchango wa sekta ya utalii kwenye pato la serikali kwa Zanzibar ni zaidi ya asilimia 30, kwa hiyo ni mchango mkubwa sana. Katika muktadha huo, niwapongeze kampuni ya Reliance Resort and Tourism Limited kwa uwekezaji huu mkubwa wenye thamani ya takriban dola za Marekani milioni 35. Is that correct Ahmed? 35 million dollars. No. Aya, nafanya marekebisho ya 135 milioni mia moja thelathini na tano ndio thamani ya mradi huu huu ni uwekezaji mkubwa sana ndugu zangu haujapata kutokea Zanzibar tuwapigie makofi <coughs> nimeelezwa pia kuwa hadi sasa mradi wa ujenzi wa hoteli hii umefanikiwa kutoa ajira zaidi ya mia moja hamsini na nane watu 158 wameajiriwa hapa Hawa ni wa Tanzania. Hawa ni Watanzania. Na wanufaika wakubwa ni vijana wa hapa Michamvi na maeneo ya jirani.